Watu wengi wanafikiria mafanikio makubwa yanatokana na hatua kubwa. Lakini je, unajua siri halisi ya watu wanaofanikiwa sana duniani? Ni kufanya kitu kidogo tu, lakini kila siku. Leo nataka ni kuonyeshe nguvu ya mfumo wa 1% improvement, mfumo ambao unaweza kubadilisha maisha yako kabisa, kama ukiutumia kwa uaminifu.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 Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanataka mabadiliko makubwa haraka. Wanataka mafanikio leo, wanapoteza subira kesho. Mfumo wa 1% improvement, unakuambia kitu tofauti. Hauhitaji kubadilika kwa asilimia mia moja leo. Unachotakiwa ni kuboresha maisha yako kwa asilimia moja tu kila siku. Ndio maana unaitwa mfumo wa kujiendeleza kidogo kidogo, lakini kwa uthabiti. Mfumo umetoka wapi? Mfumo huu umetokana na kanuni za Atomic Habits zilizoandikwa na James Clear, ambazo zinasisitiza kuwa mafanikio makubwa ni matokeo ya tabia ndogo zinazojirudia kila siku. Ukiboresha tabia zako kwa asilimia moja kila siku, kwa mwaka mmoja, unakuwa umeboresha maisha yako kwa zaidi ya 37 mwishoni mwa mwaka. Lakini pia ukiruhusu kushuka kwa asilimia moja kila siku, unakuwa umejiharibu kwa kiwango kikubwa usichokitarajia. Mfumo unavyofanya kazi. Mfumo huu unategemea dhana kuu tatu. Namba moja, kujitambua. Tambua ni wapi uko sasa. Je, ni mambo gani unayafanya vizuri na ni yapi yanakurudisha nyuma? Namba mbili, kuweka lengo dogo la kila siku. Usianze na ndoto kubwa zisizo na mpangilio, anza na hatua ndogo lakini thabiti. Mfano, kusoma kurasa mbili za kitabu kila siku, kufanya mazoezi kwa dakika kumi au kuandika mawazo yako kabla ya kulala. Namba tatu: uthabiti kuliko kasi. Hii ndiyo siri. Hata kama siku moja huna nguvu sana, fanya angalau kidogo. Hapo ndipo 1% improvement inatokea. Mfano halisi: fikiria mtu anayejifunza kitu kipya, kama kujifunza lugha, kucheza chombo cha muziki, au kuanza biashara ndogo. Siku ya kwanza anajifunza neno moja tu, siku ya pili anajifunza lingine. Baada ya miezi sita ana uelewa mkubwa kuliko mtu aliyesubiri muda sahihi kuanza. Huyu mtu amejenga msingi thabiti, huku mwingine akiendelea kupanga bila kuchukua hatua. Ndiyo maana 1% improvement inashinda asilimia mia moja ya mipango bila utekelezaji. Saikolojia ya mfumo huu. Kwa hiyo, saikolojia, ubongo wa mwanadamu hupenda uthabiti kuliko shinikizo kubwa. Kujibebesha majukumu makubwa mara moja husababisha msongo na kuchoka haraka. Lakini unapoweka malengo madogo ya kila siku, ubongo wako hupokea dopamine na reward, hisia ya furaha ndogo inayokupa motisha ya kuendelea. Hivyo unapojizoeza kufanya kidogo kila siku, unaunda mfumo wa mafanikio endelevu. Jinsi ya kuutumia mfumo wa 1% improvement katika maisha yako: namba moja, anza kwa kuchagua eneo moja tu la maisha yako. Usijaribu kubadilisha kila kitu kwa wakati mmoja. Watu wengi hukosea wanapojaribu kuboresha kila eneo kwa wakati mmoja, wanataka kuboresha afya, biashara, mahusiano, elimu na tabia zao zote kwa mpigo. Lakini ubongo wa mwanadamu hauna uwezo wa kushughulikia mabadiliko makubwa kwa wakati mmoja. Hivyo chagua eneo moja linalokupa changamoto zaidi kwa sasa, labda ni afya yako mwili, au nidhamu ya kifedha au labda unataka kuwa mtu mwenye msimamo zaidi kazini, kisha ulijenge hatua kwa hatua. Unapofanikiwa kwenye eneo moja, unapata nguvu na motisha kuendelea na eneo jingine. Namba mbili: weka kipimo cha asilimia moja. Jiulize, ninawezaje kuboresha hili eneo kwa asilimia moja tu leo? Mfumo huu una nguvu kwa sababu hauhitaji mabadiliko makubwa Mfano, kama unataka kuanza mazoezi usilazimishe saa moja ya mazoezi fanya dakika tano tu, hiyo ni 1%. kama unataka kusoma vitabu usilazimishe sura nzima, soma kurasa mbili tu kwa siku. Kama unataka kuboresha hali yako ya kifedha, weka akiba ndogo kila siku, hata kama ni shilingi elfu moja hizi hatua ndogo ndogo zinaonekana ndogo leo, lakini baada ya wiki, miezi na mwaka, zinajikusanya na kutengeneza mabadiliko makubwa sana. Siri ni uthabiti, si ukubwa wa hatua. Namba tatu: andika maendeleo yako kila siku. Kumbukumbu -kumbu ni silaha kubwa ya ukuaji binafsi unaporekodi maendeleo yako, unauambia ubongo wako kwamba unakuwa, hata kama ni polepole. Tenga daftari au faili maalum ya 1% growth journal. Kila jioni jiulize maswali matatu rahisi: leo nimeboresha nini ndani yangu? nimejifunza kitu gani kipya? Nifanyi nini kesho kuendelea kuboresha 1% zaidi? Ukijibu haya kila siku, unaunda mfumo wa kujithamini ambao unakuongoza hatua kwa hatua. Kumbuka, maandishi yako ni ramani ya maendeleo yako. Namba 4: usijilaumu. Ukiteleza, telezo ni sehemu ya safari. Hakuna aliyekamilika. Hata watu waliokomaa kisaikolojia wanateleza. Kuna siku utachoka, kuna siku hutafanya chochote, na kuna siku utahisi kama hurudi nyuma. Lakini hapa ndipo siri ya mfumo huu inapoonekana. Unaporudi tena kesho na kuendelea na 1% improvement bado unakuwa. Usiruhusu siku moja ya kutokufanya ikuharibie mfumo mzima. Badala yake, jifunze kutoka kwa hilo kosa, tafuta chanzo chake na kuendelea mbele kwa moyo wa uthabiti. Mafanikio makubwa ni matokeo ya kushinda mapambano madogo kila siku. Namba tano: shereheka kila hatua ndogo unayoifikia. Ubongo wa binadamu hupenda pongezi. Unaposhereheka hatua ndogo, unazalisha kemikali ya furaha inayoitwa dopamine, ambayo hukupa motisha ya kuendelea zaidi. Mfano, kama ukiweza kusoma kwa siku saba mfululizo, jipongeze hata kwa kujipa muda wa kupumzika au kitu unachokipenda. Ukiweza kuokoa pesa kidogo kila wiki, jishukuru kwa nidhamu hiyo. Ukiweza kufanya mazoezi kwa mwezi mzima bila kukosa, tambua hiyo ni hatua kubwa. Kadiri unavyoshereheka hatua ndogo, ndivyo ubongo wako unavyotaka kurudia tabia hizi. Hii inafanya mfumo wa 1% improvement kuwa wa kudumu na wa kufurahisha. Kila siku unapojiboresha kwa asilimia moja unajenga maisha bora kuliko jana. Sio lazima uwe mkamilifu bali kuwa mwenye maendeleo. Kumbuka maneno haya. Mabadiliko makubwa ni matokeo ya mabadiliko madogo yanayofanywa mara kwa mara. Ukiweka haya katika maisha yako, baada ya miezi mitatu, utaona matokeo hayo kuyatarajia na hayo ndiyo maisha ya ukuaji kwa kweli. Matokeo ya muda mrefu Mabadiliko makubwa hayaji ghafla, yanajengwa hatua kwa hatua. Baada ya miezi mitatu utaona tabia zako zimebadilika, baada ya miezi sita utaanza kuona matokeo, baada ya mwaka mmoja utashangani kwa jinsi gani maisha yako yamepiga hatua kubwa. Huu ndio mfumo wa ukuaji kwa kweli, kujiendeleza kila siku kidogo kidogo, lakini bila kukoma. Kama umechoka kupanga bila matokeo, basi anza leo na mfumo huu wa 1% improvement. Usingoje hali iwe bora, anza kidogo leo, sasa hivi, na kumbuka maneno haya: Consistency beats intensity. Ndiyo maana kila siku unapojiboresha kwa asilimia moja unajenga toleo bora ya wewe wa kesho. Usisahau kusubscribe kwenye channel ya Life Psychology TZ kwa mafunzo zaidi kuhusu saikolojia ya maisha, ukuaji binafsi na mbinu za kufikia mafanikio halisi. Kila wiki tunakuletea maarifa mapya yanayokujenga ndani na nje. Bye.